Katika jamii ambayo mara nyingi wanaume wanatarajiwa kufurahia kwa ukimya, shirika la Swahilipot Hub Foundation katika kaunti ya Mombasa liliandaa kongamano la wanaume kuadhimisha mwezi wa afya ya akili ya wanaume. Tukio hili ambalo liliwaleta pamoja wanaume kutoka nyanja mbalimbali kuzungumza, kusikiliza na kuondokana na changamoto zilizopo na zinazowakabili lilishuhudia shughuli kadhaa, ikiwemo mazoezi ya asubuhi yaliyofuatia na michezo tofauti tofauti kama njia ya kuleta utangamano baina ya wanaume hao. Maudhui ya kongamano hilo "mwanaume pia ni muhimu" yalihimiza majadiliano ya uaminifu juu ya afya ya akili, ustawi wa kifedha, afya ya kimwili na mahusiano kati ya watu.

Mkurugenzi mkuu wa shirika hilo Mahmud Nur aliwasihi wanaume kuzingatia msingi wa uhusiano wa kibinadamu, akiwakumbusha kuwa furaha ya kweli inapatikana katika mahusiano.

Hata hivyo gavana wa Mombasa Abdul Somad Sharif Nasir, ambaye alihudhuria hafla hiyo, amesisitiza umuhimu wa wanaume kupata ushauri kutoka kwa wanasaikolojia, lakini pia kufahamu umuhimu wa kuzungumza baina yao na kuzingatia kasumba za jamii zinazopinga udhaifu wa wanaume we are right now and we live in a society where for a very long time men have been told you need to man up you need to bottle up you need to be strong a man is unshaken a man needs to do nothing else except have sura ya kazi na nikiripotia Swahili Pot FM nikiwa kaunti ya Mombasa jina langu ni Samuel Mutethia. Swahili inatuleta pamoja ndani ya Swahili Pot FM